Kusema tu haitoshi. Kufanya watu kusikia, kukubali na kufuata maneno yako ni sayansi. Leo tutajifunza mbinu za kisayansi za kugeuza mazungumzo yako kuwa yenye nguvu. Ushawishi wa kweli unahitaji kuelewa binadamu, si kumdanganya. Kanuni ya kwanza: tumia ubongo wa kichwa. Ubongo wa binadamu unapenda kushikwa haraka. Anza kwa swali au kauli ya kushangaza. Je, unajua asilimia 90 ya maamuzi yanafanywa kimya kimya? Tumia nambari au ukweli usioaminiwa. Utafiti unaonyesha watu hukubali zaidi wakati wa asubuhi. Toa hadi fupi na kuambia jinsi ya kupata yes kwa sekunde 30. Kanuni ya pili, rudisha mtizamo wa wewe. Utafiti wa neuroscience uthibitisha ubongo unasisimka zaidi unaposikia neno wewe. Badilisha, ninaamini wewe utagundua. Taja majina ya watu, Ahmed, unafikiria nini kuhusu hili? Tumia lugha ya kujumuika, sote tunahitaji, badala ya mimi ninahitaji. Kanuni ya tatu: vunja upiaji wa kiuchumi. Ubongo wa binadamu husisimka kwa kitu kinachopotea. Taja vikwazo vya wakati, mahali, ofa itaisha baada ya watu kumi kwanza. Ongeza thamani kwa kufanya kitu kiwe cha kipekee, hii ni nafasi ya kwanza na ya mwisho. Tumia maelezo maalum, tuna nafasi tatu tu kwa mwezi huu, badala ya nafasi ni chache. Kanuni ya nne: tengeneza stori ya kufungamana. Ubongo unapenda hadithi kwa sababu unajisikia kwenye tukio. Anza kwa hali halisi. Nilikuwa mtaalamu wa IT lakini sikuwa na rafiki mmoja. Tumia mazungumzo ya moja kwa moja, akasema: boss, hii ni kelele, nikaamua. Onyesha mabadiliko: sikuwa na matumaini, lakini leo nina kampuni yangu. Kanuni ya tano: tumia hatua ya kupanda. Utafiti wa kisaikolojia uthibitisha tu, anayekubali jambo dogo anaweza kukubali jambo kubwa baadaye. Omba kitu rahisi kwanza: unaweza kunisaidia kwa sekunde mbili? Sasa naomba kukupa maelezo zaidi. Tumia maneno ya maana. Unaweza kunitakia heri? Unaweza kuwa sponsor wa mradi wangu? Zingatia mazungumzo kama mchakato, usiombe yote mara moja. Kumbuka, kusema kwa busara siyo kudanganya, ni kuelewa na kuhudumia mahitaji ya mwenzako. Tumia mbinu hizi kwa uadilifu na utashinda kwa hekima. Ushawishi si nguvu, ni sanaa ya kuelewa.